Uja ndani ya park gouvernement ikamata hiki kitu kutushtaki kusema kama AFC M23 wana detruire park, lakini kweli ni kwamba wakati adui amepigwa amekimbilia ku park na jeshi imemfuata kule, tumekia kukutana ndani ya park FDLR mission detruire park, wanalima wanachoma makaa kule, ukisema wana detruire park na vilevile wana detruire Hasa kusudi wa surudi huko raia yetu iko na bezoeli chakula, chumana tunasema tunalasea pele ku raia yetu ya commune de Goma, commune de Karisimbi avec matarikie zote 18. Ni kusema sasa mwenye atakuwa na nguvu ya kwenda tosha chakula, mwenye atakuwa na nguvu ya kwenda kamata chakula, haiko kulima, ni kutwala sababu ni chakula yenyewe imedimiwa ulongo yetu ya Kongo, ulongo yetu wa Kongomani, lakini imelimiwa na, na etrange paske ba FDLR haikuwa Kongole, ni baetranjer, ni barwande na vanapasha ba barudia kwavo, natukuna lase a pele kwavo, tunabambia kama ce n'est plus l'état de rester au Congo barudie kwavo, na tunabambia kama akakuja kwa amani tutampokea, tunamwonesha njia ya kwa kurudia kwavo, mwaimabouklage tulipata plus de 300 familia zenye tulipokea zilikuwa ku stadi, tuliwakamata tukawashindikiza na Rwanda walipokelewa vizuri nanje. Tunasema kama raia wetu, a partir ya lendi tutakutanana e, kunani ku, kubiro ya nani ya, ya, ya, ya, ya, ya rusayo populasion ikuye pale tuone namuna gari mwenyiko na nguvu twende kamata chakula wapi kule parke kwenye Detruire a kusema, lendi, a partir ya lendi tutapatikana Rusayo, tutapatikana muja, tuone kama tutaongea na raia na muna gani, tuone kama ni chakula raia ikamate, sababu chakula isiozee kule bure, ikue kwa mafaa ya raia yetu enatakuwa na nguvu. A partir ya lendi tutapatikana Rusayo, tutapatikana muja, tuone kama tutaongea na population na muna gani, ili chakula tuende itoa kule.